Hongera sana kwa kuanza mwezi wa nne na karibu sana kwenye maombi ya mwezi wa nne. Tunamshukuru Mungu wa mbinguni ambaye alikuwa pamoja nasi kuanzia mwezi wa tatu mpaka tukaumaliza na kuanza huyu mwezi wa nne. Acha ule Mungu aliyetubeba kwa huruma zake na rehema zake atubebe pia kwenye huyu mwezi wa nne. Huyu mwezi wa nne, Mungu atutangulie mbele, atuongoze, atupiganie, atuondolee vigingi na vikwazo, atuondolee vita, atuondolee maaksidenti, atuondolee giza, atuondolee magumu, atuondolee maaksidenti, atuondolee vifo, atuondolee mipango yote ya adui ambaye amepangilia katika maisha yetu. Kwenye huyu mwezi wa nne, Mungu atulinde, ule Mungu aliyetubeba, ule Mungu ambaye alikuwa upande wetu awe pamoja nasi pia kwenye huyu mwezi wa wa nne katika jina la Yesu Kristo. Huyu mwezi wa nne, nuru ya Bwana ikakuangazie popote pale uendapo, uendapo kazini, uendapo kwenye biashara yako, unapokuwa nyumbani, hata uendapo shuleni, watoto wako wanapoenda shuleni, nuru ya Bwana ikawaangazie katika jina la Yesu. Kitabu cha kumbukumbu kumbu la Torati Kumbukumbu kumbu la Torati ishirini na nane mlango wake wa nane neno la na Mungu linasema, Bwana ataiamuru baraka ije juu yako, wewe unayenisikiliza na wewe unayeniangalia, aseme Bwana ataiamuru baraka ije kwako na nyumba yako, ikufuate popote pale uendapo, ikufuate wewe na familia yako, aseme Bwana ataiamuru baraka ije juu yako yako katika gala zako na mambo yako yote utakayotia mkono wako naye atakubariki katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Bwana atamuru baraka zake zije kwako. Unapoanza hii wiki, unamwambia Mungu, amuru baraka zako zote zije kwangu, zitoke mashariki, kaskazini na kusini na magharibi. Ile baraka ije inifuate mimi na familia yangu zile baraka zilizo delay ziamuru zije kwangu katika jina la Yesu. Mungu akubariki kwenye huyu mwezi wa nne, ukawe mwezi wa baraka, ukawe mwezi wa kustawi, ukawe mwezi wa kuongezeka, ukawe mwezi ambao utaona utukufu wa Mungu, utaona baraka za Mungu, utaona milango ya Mungu imefunguka kwenye maisha yako. ule Mungu akubariki uingiapo na utokapo. Abariki chombo chako, abariki mfuko wako, abariki kazi yako, abariki biashara yako, vikabarikiwe popote ulipo, katika jina la Yesu. Yeyote atakulaani akalaaniwe, na yete atakayekubariki akabarikiwe, katika jina la Yesu. Uzao wa tumbo wako ukapate kubarikiwa kwenye huyu mwezi wa nne, katika jina la Yesu Kristo. Anasema kwenye kitabu cha Kutoka ishirini ishi na mla, ishi tatu mlango wa ishirini, aseme tazama na mtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nitakapokutengenezea njia. Malaika wa Bwana tembee na wewe kwenye huyu mwezi wa nne, akulinde uingiapo, akulinde na utokapo, tangu sasa na hata milele ule malaika kuongoze, ule malaika we upande wako. Sio wewe peke yako, hata watu wa nyumbani mwako a waongoze. Watoto wako waongozwe na malaika, bizinesi yako iongozwe na malaika katika jina la Yesu. O oh, asante Yesu. Huyu mwezi wa nne nuru ya Bwana ikakuangazie. Anasema kwenye kitabu, ukisoma neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi ishirini na tatu, ishirini na saba, mlango wake wa kwanza, aseme Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni nuru yangu, ni kusema ataniangazia popote ningiapo na nitokapo, tangu sasa na hata milele, na ile mwanga ya Mungu itaniangazia ile nuru yake, nilalapo na niamkapo, siku zote za maisha yangu. Mungu akuangazie kwenye huyu mwezi wa nne. Waliokuita laana, acha wakuite baraka waliokuona wa chini, hata waone Mungu amekuinua wa waliokudharau, acha Mungu akakuheshimishe mbele yao, wajue ya kwamba yeye ni Mungu awakumbukaye wanyonge na maskini wanaoonewa na wanaoteseka. Yeye ndiye mtetesi wa wote, acha Mungu akutetee na acha Mungu akupiganie kwenye kitabu cha se, uh, kwenye kitabu cha Mambo wa Nyakati wa pili ishirini kumi na tano neno la Mungu linasema akasema, Mfalme Yoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si vyenu, bali vita ni vya Bwana. Mungu akakupiganie kwenye vita vyote vitakavyoinuka kwenye huyu mwezi wa nne. Mungu akupambanie, Mungu akupiganie kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, kwenye huduma yako. Mungu akupiganie uingiapo, utokapo. Mungu akupiganie, wowote watakayekuja kwa njia moja akawasambaratishe kwa njia saba katika jina la Yesu. Na shimo waliochimba waendelee kuichimba sana Wana, inaenda kuwafukia umo katika jina la Yesu. Magonjwa watakayokutupia nina yawarudishia, batu desenda yawarudie, yawakonsumu, yawamalize, maana Mungu wetu ni moto ulao. Kwenye kitabu cha Waebrania kumi na mbili ishirini na tisa ya kwamba yeye ni moto ulao, acha Mungu ashuke na kuteketeza yote yaliyopangwa kwenye huyu mwezi wa nne. Mungu akulinde, Mungu akupiganie, na Mungu awe wa wa upande wako, apiganie ndoa yako. Ninaifunika kwa damu ya Yesu. Watoto wako ninawafunika kwa damu ya Yesu. Nyumba yako ninaifunika kwa damu ya Yesu Kristo, o kazi yako, hata biashara yako, mapato yako, wewe unayeniangalia na we uliyejiunga kwenye ya maombi ninakuombea, kwa jina lipitalo majina yote, jina lenye nguvu na uwezo, likakupambanie na ile damu ya Yesu ikufunike. Bala na mikosi isikuone, giza na laana visingelikukumba, katika jina la Yesu. Mbawa za Bwana zikapate kukufunika, akufunike wingi hapo, akufunike unike utokapo tangu sasa na hata milele. Nataka utamke haya maneno: Bwana, ninapoingia kwenye huyu mwezi wa nne, ninaunganisha familia yangu, uwe mwezi wa baraka, uwe mwezi wa baraka, uwe mwezi wa baraka, uwe mwezi wa kulindwa na wewe. Utulinde na ule mwovu, utulinde na matake, utulinde na shida, utulinde na magonjwa, utulinde na vita vyote vya ule mwovu ni

Aa, Mungu akulinde sana na Mungu akupiganie sana na Mungu awe wa upande wako sana. Wewe ni mbarikiwa, wewe ni mbarikiwa. Tamka sema, mimi ni mbarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Nyumba yangu imebarikiwa, ndoa yangu imebarikiwa, kazi zangu zimebarikiwa, mapato yangu yamebarikiwa, kila ningiyapo nitokapo, mimi ni mbarikiwa. Mimi siyo laana bali ni mbarikiwa. Nani ni mbarikiwa? ambaye naye nisikiliza ni wewe mbarikiwa, ni wewe wa juu. Sema mimi ni wa juu, mimi siyo wa chini, katika jina la Yesu Mungu wangu na mokozi wangu, maana atakuwa upande wangu, maana tanilinda, anasema yeye ndiye msaada wangu. Ukisoma kitabu cha Zaburi makumi saba

pamoja nasi hawatatuacha kwenye huyu mwezi wa nne. Mungu akupiganie, Mungu awe wa upande wako, Mungu asikuache wa. Ninaona nuru ya Bwana kuangaza, ninaona jeshi la malaika linashuka kukupigania, ninaona mkono wa Bwana unakuwa juu yako katika jina la Yesu. Kuna mtu ambaye atakutana na hii video ambaye alikuwa mgonjwa, anaenda kupokea uponyaji, anaenda kupokea uponyaji, anaenda kupokea ufungulivu, anaenda kutoka kwenye hicho kitanda cha magonjwa ambacho adui amemkandamiza hapo, anaenda kusimama, anaenda kuponywa katika jina la Yesu. Kuna mwengine makarabosi ya baba, kuna mwengine ni tasa, umeomba kwa muda mrefu upewe watoto, Mungu anaenda kukutembelea, unapokutana na video hii Mungu anaenda kugusa tumbo lako katika jina la Yesu Kristo. Mungu akukumbuke na Mungu akuvute machozi, wewe ulielia wewe uliyesumbuka umeenda kwa watumishi, umeenda kwa manabii, umeshuka milima na mabonde ukimtafuta Mungu. Acha leo iwe ni siku yako ya kupokea majibu, ya kujibiwa na Mungu. Leo tarehe moja iwe ya baraka kwa wale wote Bwana, watasikia maombi haya, waone mkono wako, waone nguvu zako, waseme yuko Mungu wa mbinguni afanyaye makubwa na ma, ishara na maajabu katika jina la Yesu Kristo. Mungu anakupenda na Mungu anakuhitaji. Kama upo utakutana na video hii, haujampokea Kristo kuwa Bwana na Mkombozi wa maisha yako. Ni heri ungempokea, bado wakati wa kutubu uko, bado wakati wa kutengeneza upo katika jina la Yesu. Mungu akubariki na Mungu akulinde. Naitwa Nabii Neema. Mungu akulindi kupiga niye kwenye maombi haya mwezi wa nne. Ninakutakia mwezi mpya, mwezi wa baraka. Happy new month, happy new blessing.